Sisi kama kina mama a, ujio wetu kwa wingi kutoka katika hifadhi za taifa zilizoko kaskazini mwa taifa letu kutembelea hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara, kwanza kabisa ni sisi wenyewe kujipongeza kwa kazi nzuri ya uhifadhi na ushirikiano ambao umewezesha hifadhi hii ya hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara kuwa miongoni mwa hifadhi zinazofanya vizuri katika taifa letu, lakini pili ni kuwahamasisha Watanzania wenzetu hasa akina mama, lakini pia tunajua tukimhamasisha mwanamama tumehamasisha familia nzima. Wanawake ni viumbe wenye ushawishi, na kwa hili tunawaambia wakina mama wenzetu, tuwalete waume zetu, tuwalete watoto wetu, tulete familia zetu, na viongozi akina mama, tuwalete watumishi wenzetu katika hifadhi ya Ziwa Manyara. Tujiamini, tujitume, tujitambue. Nafasi ya mwanamke hakuna mtu anaweza akaiziba katika jamii katika familia popote mwanamke alipo, kunakuwa na mabadiliko chanya pale ambapo mwanamke amejiamini. Hivyo tujiamini, tusome, tuendelee kujiendeleza, tuendelee kujiimarisha, tuendelee kuwa wajasiri, tuendelee kufungua milango ambayo kihistoria labda tulifikiri ni maeneo ya wanaume kupita, lakini a, pengine hakuna sababu ya mwanamke kupita sasa sekta ya uhifadhi ulinzi wa rasilimali za hifadhi za taifa na maeneo mengine ya wanyamapori sasa pia ina wanawake wengi. Kihistoria ilikuwa ni sekta ya wanaume kwa kweli. Uh, katika wiki hii ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani nasi tumesherehekea kwa namna ya kipekee. Pamoja na kwamba nimekaa katika shirika hili miaka ishirini na tano iliyopita, lakini sikuwahi kupanda au kutembea kwenye hili daraja la juu kabisa. Ni, niseme ni uzoefu mzuri, na unaona vitu ambavyo ukipita kwa chini huwezi kuviona. Yaani sijui hata naielezeaje, lakini naona nikieleza sana wengine watakosa hii fursa. Natamani kila mtu aje aipate hii fursa, ni nzuri sana, ni nzuri mno na niseme kwa hifadhi ya Manyara hakuna eneo la namna hii tena katika Afrika Mashariki Afrika ya Kati ni hapa, na kwa wapenda misitu na wapenda ndege hapo unawaona vizuri, lakini kitu kilichonivutia zaidi kuona na nyani nao wanapita kwenye hili daraja kwa stepu kama sisi. Ni vile tu nilikuwa naogopa sana kutoa kamera, lakini ningechukua picha nzuri sana. Jina langu naitwa Hanifa, natokea Tarangire National Park. Utalii wa hapa Manyara ni wa tofauti kwa sababu tumepanda daraja ni daraja zuri, linatia hofu, lakini tumeenjoy sana, na washauri wageni waje watembelee Tanzania, maana kuna vivutio vingi vizuri kama hivi vya kupanda madaraja. Ni vizuri sana, vinafurahisha, vinachangamsha akili. Linaogopesha kwanza, hivyo linavonesa, halafu pia hizi mbao ni nzuri, yani unafurahia, lakini experience yake ni kwamba unateseka kidogo, kwa sababu ni lina linanesanesa lina Nawakaribisha sana katika hifadhi ya Ziwa Manyara. Ni hifadhi nzuri, ina wanyama, ina kama hivi mnavyoona, daraja la kamba ni experience nzuri ambayo hutaisahau, na ni nzuri sana. Kwa hiyo nawakumbusha na nawasihi na, na, na, na, na, Watanzania wenzangu kuja kutembelea hifadhi za taifa Ziwa, Ziwa Manyara na hifadhi nyingine.